Mafanikio yangu yangu inaanza leo. Mafanikio kwaboma yetu inaanza leo. Mafanikio yangu yangu inaanza leo. Mapili niko na ibada special ya kurudishia watu wote nyota zao zilizochukuliwa na wachawi na waganga. Basi, mtazamaji wa runinga ya Tinga TV, niite Prophet Steven Juma sana na Mungu wa mbinguni akubariki mahali popote ulipo. Nimekuja kwa nyumba yako na kwa familia yenu, ninataka kukumbusha tarehe tisa hii hii ya mwezi wa kumi na moja. Nataka nikushangaze, nishangaze maadui wako, vile umeona Mungu akinitumia katika viwango vya juu sana. Nataka uone Mungu niko na ibada ya kurudisha nyota ya kila mmoja. Mungu amekuwa akinifunulia kuna watu walikapchwa nyota zao, kuna watu walibebwa nyota zao kuna watu nyota zao zilibebwa, kuna watu nyota zao zilibebwa kuna watu nyota zao zilichukuliwa. So katika maisha yako hakuna mahali popote unaenda hakuna jambo lolote unalifanya waliharibu waliharibu kila kitu, lakini mungu ni wa neema. Malaika wa Bwana amesungumuza naomba tarehe tisa ufike kwa madhabahu na uje na imani Chochote umekuwa unajaribu kufanya ikiharibika, be ready now, kwanza kuona mema na kuona vile unafunguliwa. Wengi walishakuja wakafunguliwa, sini samu yako ufike, usikose. Kanisa liko Nairobi, usikose kuwa mmoja. Karibisha ndugu na dada, tukutane kwa madhabahu. God bless you, shalom. Niite prophet Stephen Juma, vile unasiti kunijua na vile umenijua, nimekualika, nimekaribisha. God bless you, shalom.